Na wakati huo natazama kadi kada zinazolizunguka mimi. Mke wangu ni mwalimu, mimi na miaka 27 sasa kazini, mke wangu ana miaka 15, lakini yeye mshahara wake ni mara mbili yangu mimi kwa elimu ile ile na, na nimemzidi pia kielimu. Sasa najiuliza swali, baba mmoja, watoto wa baba mmoja, kwa nini tuna vipato tofauti? Kwa nini sisi katika serikali hii, Mheshimiwa Waziri, mfanya kazi fomfo wa polisi wa uhamiaji wa TRA wanapishana kabisa kupata kwa lebo za juu sana katika manispaa hii. Hapo mbele una makamishina waandamizi, una makamishina -ma -ma -ma -ma wasaidizi arapisi wangu hapo mzenje wike mshahara wake. Kuna mtu pale manispaa mdogo tu anapokea mdogo tu, tena kwa lebo tofauti ya elimu. Sasa sijajua siuni laana huko tumelaniwa. <laughs> Mheshimiwa Didi, lazima uwe na watendaji wako mbadilike. You have to move away from political vision. Don't politicize everything. No, no, no, no. Kinachotuletea mkwama hapa ni kwenye politics. Politics kuna mali nafika na muona, hata mkurugenzi hajasoma. Hata dokta pale mkuu wa wilaya hajasoma. Yaani wakiazimia. Hamuazimi kila kitu, na vitu vya kitaalamu haviazimiwi, vinasimama kama vilivyo, and you have to agree that ndio maana mimi ninakuwa na conscience sana. Kwenye mnapochagua diwani, mnachagua nini? Do you give enough education? Kwa sababu katika bunge ambalo linatesa Watanzania ni full council. Huku juu huku hakuna neno, huku juu hakuna neno, huku problem is there. Lile bunge ambalo ndo linanihusu mimi na baba yangu, full council position yake ikoje? Au watu walioko kule ndani ni watu wa namna gani? Yaani kama hatuta move kuchagua mjomba na mzee maarufu mtaani, Yesu atatukuta hapa hapa na vikao hivi. You have to move away from that. Hilo ndio kwanza nataka kusema. Lingine, kwa tuangalie kazi ya upolisi ni nini amesema dkt pale, na nyote mnajua sisi si marafiki sana, japo tumekaa pamoja, tunajua ni sheria tu, lakini kimsingi ingekuwa ni wili msingekuja. Mi nimekaa polisi miaka thelathini, najua hatujawahi kuwa marafiki zetu hata siku moja. Kwa nadharia tunaongea, kivitendo hakuna nyingi, you, kuwebo, na sio nyinyi. Ndivyo tulivyokuwepo tangu ukoloni. Mkoloni akatuacha sisi kwamba ni watu wabaya kukamata lazima, sasa ndio tuondoke. Tulishatoka kwenye huo polisi wa kikoloni, tuko kwenye polisi kwamba sasa hii. Mimi nimezaliwa nikakuta watu wako huru. Sasa unapofanya polisi unamfanyia nani? Shangazi yako, unamfanyia mjomba wako, shemeji yako. Kwa hiyo lazima tunao polisi mkongwe, ndio tumeuja kwenye maboresho, huo polisi ambao unakwenda hatakayosema hawa watu, nisingie huko. Kwa hiyo polisi wetu sasa hivi, ndio maana tunataka modern policing, professional policing involving policing. Sasa, upolisi unaotaka kusema kwa haraka kabisa, nimesha sema ushirikishwaji ni nini, kupanga na kufanya maamuzi. Those are the capital thing. Huku mnaweza mkapanga kila kitu kama wanavyopanga huku. Mimi naona mipango mingi ya serikali sana. Lakini kwa elimu nilionayo kidogo japo sikufika kwa profesa, mimi ningekuwa mtoa kwa serikali ningekosoa tu lakini sina pa kupita kwa sababu miradi mingine is too theoretical Ukenye kuenda kwenye uhalisia hakuna kitu. Na hamtaki kusema labda mnaogopana sijui. Kwa mfano mnajenga shule nyingi kila kata kuwa na shule but you don't look at the teachers. Are you serious? Kazi ya upolisi ile ya zamani mzungu alikuwa anatoa amri ilishapita na wakati. Sasa upolisi wetu ndio maana tumekuja huku tunamuongea mtendaji wa kata, tunamwongea mheshimiwa mkurugenzi, tunamuongea mchumaji mkuu wa wilaya, tunamuongea kila mtu. Kwa sababu kazi ya upolisi kama tulivyosema ni kazi ya kufanya jamii, make the community to be safe and secure, yani wewe, na amani utulivu na maendeleo yawepo. Sasa polisi pekee yake anaweza kuleta amani na utulivu? Hapana. anaweza kuleta security? Hapana. Kwa hiyo, unaona kwenye upolisi pale tunahitaji political will. Ndio maana nikasema mnahitaji mwanze kutransform, kujenga political will ya hiki anachokisema. Hapana, yaani mkibebe upolisi uingie kwenye siasa kwa kuunga mkono Tukija kwenye wadau muhimu, mdau muhimu ulikuwa watoto kwenye kazi ya polisi na serikali za mitaa, Mheshimiwa Dede. Yaani bila nyinyi hiki tunachokiongea hapa chote kitabaki kwa nadharia. Kwa sababu kwanza serikali za mitaa mmebeba mifumo yote mnayo nyinyi. Dede ana mifumo yote, watendaji wa kata ni wako, wa vijiji ni wako, watendaji wenye viti wako kwenye structure hizo hizo na kila kitu lakini Tukija kwenye sheria nilikuwa nataka kuisema baba mtakuta kwenye hicho kitabu mtaenda kurejea. Sheria namba saba na sheria namba 4 za serikali za mitaa, miji na vijiji kule. Kuna kitu ambacho hamsomi. Kifungu cha 115, you don't read it at all. It shall be the responsibility of the local government to ensure. So it, may, it shall be. To ensure safety peace and order of the community. It shall be. Sisi ni watendaji wa mkurugenzi, unafanya kazi kama nyinyi mlivyokaa chini ya mkurugenzi. Zamani tukaonekana tuko unique. Sisi tunafanya kazi kwa mkurugenzi na kupokea maelekezo ya mkurugenzi na mkuu wa wilaya. Ndio maana afada akasema Mheshimiwa Mkuu leo akaa hapa. Mipango yote ya serikali imewekwa kwenye ilani ya chama. Na hiyo ilani mwaga mnapima. Nakuta kikao cha alimo cha kupima utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi lakini hili eneo la polisi kata na polisi nanini halikuanza leo, but you don't open that page. Ndio maana dokta amekuja na ilani hii kwamba mtakapotoa ilani ya chama kutoka maendeleo ya eneo hilo, msome hicho kifungu hapa na mkitolee maelezo. Mmewambiwa polisi watakuwa kwenye kila kata. Sasa dokta amesema mtaandika nini? Mnapomwachia OCD na, na Dr. Musa ni tupeleke polisi kwenye kata. Wanakwenda wapi? Kwa hii kazi ni watu wote. Kila mtu ana eneo lake la kujenga. Afande ajipe ameshamaliza eneo lake. Ametupa mafunzo kinadharia kivitendo mabunduki tuko ngangari. Lakini mkurugenzi kule, umetuandalia nini umejongo visa mtendaji wa kata tu. Hata chumba cha polisi hakikukumbukwa kuwekwa hata kiwanja hakikupimwa cha kituo cha polisi. Hata colonial mentality bado ipo inalinga kwamba polisi wasiwe karibu na watu sasa mnataka mkareview. Hata kwenye mipango ya maendeleo tulileta mpango wa maendeleo ya wilaya hapa, tukaweka hapa mezani, hutakuti eneo la polisi, never. Mmepanga zahanati, mmepanga nini, lakini mkupange eneo la kujenga kituo cha polisi la kutosha. Mnataka polisi polisi, hakuna kituo Polisi hawana mahali pa kwenda kukaa. Sasa Dr. Musa amekuambia kwamba tayari tuna mapolisi ma, ma kata wanatakiwa kwenda. <coughs> Waende wakakae wapi? Wapokelewe na nani? Mi na experience ya kutosha kwenye kata hizi. Unaenda mahali unasema polisi wamekuja hata kikao hakiitwi. I have seen it with my nephews. Wanakuja kutuambia nini hao? Kuja kuangalia, angalia mambo yetu. Mambo gani? <coughs> Hatuna mambo ya kuja kuangalia, tunaangalia mambo ya pamoja tu. Kwa hiyo hilo likaangaliwe kwa eneo la utekelezaji, ili kilichosoma kitekelezeki. Lazima mwende hapo, Muka review mipango yenu ya maendeleo. Mi nawashangaa sana, mnajenga shule, daktari amesema tena, mama ameongeza na nyingine za kike, mnajenga zahanati, hata tozo zimekwenda kujenga zahanati. Are you serious you people? Mnajenga zahanati mpeleke madarubini na makila kitu na manesi mpeleke kule. Kilometa mia nne mia tano kwenye kata. There is no security consciousness. Hamjamkumbuka kwamba zile zahanati na yale mashule na manini na miradi mikubwa ya serikali inahitaji usalama kuliko vitu vingine vyovyote. Unajenga zahanati unaweka darubini na madawa alafu polisi anakaa kilomita 400. Kwani wasiende kuchukua mchana tu? Kama kule Ipole walivyoenda wakangwa, ile nani, nilikuwa kule Mpanda wakati ule, wakangwa ile sola tuliletwa na wazungu fulani, sijui watu gani wakati huo, wakangwa na ile frija ya kuweka dawa, sijui wakaekee samaki si nyama mapori, wakachukua waka, wak waka, waka, waka, waka, mchana tu, kwa sababu kutoka pale Inyonga kufika Ipole si unajua mtiti wake mtiti wakutoka Inyonga pale kufika kituo cha Ipole kuangalia palipo iba, tulitembea siku tatu. Sasa hiyo ni nini mlifanya? Eh, mngemweka polisi kwanza pale, ndio hospitali zifuate, darubini zifuate, walimu wafa na madaktari wafuate. Tulikwenda juzi na dokta sehemu fulani huko, ukataki kutaja walimu na kule na kule sehemu fulani huko, tulikwenda walimu wa kike wote wameondoka shule ile. Tulikuwa wote kadele kule juu kule, kwa sababu Salamoni mdogo kwanza wakaingiliwa na vijana, wakaenda wakabakwa watoto. Watu wameletwa pale wageni tu, watoto wakaenda wakabakwa. Mnalinga sana nyinyi, shule kabaki haina mwalimu wa kike. Ndio daktari anachosema. Je, polisi kuja pole, mpaka kuja kufika kituo cha polisi, wewe ukitaja ni kilometa mia mbili na sabini na nne, kwa hata walimu kwenda kuripoti kwamba tumebakwa, hata hiyo kesi ushahidi ulishaisha. na ile shule imebaki redundant hakuna mwalimu wa kike hakuna anayetaka kwenda pale lakini mngetupeleka mapolisi na hiyo shule yenu tukakaa na vikundi vya polisi shirikishi mheshimiwa DC alikuwa anasema hapa mwalimu ataguswa mtoto atatoroka shule kwa nafikiri tuangalie hapo kwenye eneo hilo kwamba tunasaidianaje ile eneo la la, la la, la, la, local government it is shall kwa mkurugenzi hapa unatufanyia tu kiini macho lakini ukweli ni kwamba ile jukumu ni lako na mnapopanga budget ya polisi haiko. Wala sio sehemu ya maendeleo. Ma Kwa mkaliangalie hilo. La mwisho nijaribu kuangalia kwenye kitu kidogo sana. Tulitaomba <coughs> <coughs> cha mwisho kabisa tumalize. Mengi amesema Dr. Tusurudi huko. Na vitabu vimeshaachwa. Lakini kuna kitu kimoja mwanasheria yupo halmashauri. <coughs> Eh hey, basi naye ni mwanasheria. Mwambieni akae vizuri. Kusoma sheria hata si tulisoma, tukaachia njiani tukasoma vitu vingine, lakini tuje kwenye eneo moja. Nitaomba mkalifanyie kazi mtu kwa daktari. Alikuwa anaomba sana madiwani, madiwani ikaonekana kuna hiyo kaobsta huko, kaposho hiyo, mtajua wenyewe. Lakini kumwambia diwani anaoje kufisha mambo ya usalama apewe na pesa, na bidi mkareview hizo by law, zimuondoe posho hiyo. Wakati wa full council tu, sio kila kitu akiitwa anaoje kutoa posho. Sasa tunayeongea hapa anahitaji apewe posho wakati kata yake watoto wanabakwa, shule zinavunjwa, anahitaji posho. Kuambiwa hilo, why don't you go back to the bylaws and see on that. Samani kidogo, naongea lugha ngumu, mnisamee, lakini kuna kimoja inaitwa sheria ndogo ndogo, bylaws, halmashauri, tunaomba nshnatan kazi kidogo na aliosema daktari. Jamani, Hakuna namna mnaweza mkatekeleza hata vikundi vya ulinzi shirikishi sungusungu -sungu na nini unless mheshimiwa mkurugenzi umekaa na wa, na wa diwani na mwanasheria mkaunda a bylaw ndogo kama manispaa nyingine. Hatuhitaji kumbembeleza Mtanzania kuingia kwenye swala la ulinzi na usalama wa eneo lake. Kuna mentality iliyopo kwamba ni kazi ya polisi. Mtu anaibiwa hapa anasema, piga simu polisi. That's very bad mentality. Hakuna cha kupiga simu polisi. Polisi mwenye ndio mimi sasa. He? Eh? Kule Usangi Upareni wa kibio wanipigie simu mimi huko. Mtendaji wa kata anatakiwa aangalie nani anakusimamia sheria za halmashauri kuweka mbali na siasa. Najua kuna vita nyingi kule. Anaweza kaazimia au atumtaki, ukamtoa kwa sababu ni mkali; maana unaweza unafanya kibinadamu. Eh? Kwa mfano uende kule, ndio kwa kana kaza amani afande, ukaanze kupiga vita watu wameenda kukamata kambale na kuinda nyama za porini, wanze kuwakamata wewe, utendaji we wa kata, huna lazima wakuazimie, utaondoka <laughs> kwa sababu ni asili yao, mpaka tuwabadilishe. Kwa hivyo wanasema, dokta elimu, watendaji wa maafisa ugani hao, kunasema mbazo mkipelekwa, inabidi ukiipita bangi ujifanye ni mchicha, ujifanye <coughs> ni mchicha ili kusudi uwepo ukianza kukura zako kukatakata bangi wanaazimia wakiona ni mgumu, wanaazimia upande wa pili, watakutembelea na mapanga, kwa sababu mtendaji wa kata au watendaji wa kata wote, watendaji wa vijiji, maafisa ugani, mmeweka rehani tu kule. Ila naomba niseme tu kwa lugha ngumu, si nitafukuzwa kazi hapa, nitanitetea. Uwezi kuchukua mtendaji wa kata dada, kama yule mtendaji wa kijiji, unampeleka kwenye kata about 300 kilometers akafanya kazi za, za, za, za amani na utulivu. Yeye ni mlinzi wa amani, tayari imeandikwa humu. Sitaki kwenda huko, aanze kukamata, hana backup ya polisi, hana backup ya kiu cha ulinzi, na mtendaji kata ni ule dada mnamtaka. Halafu mtendaji kata utakuwaje mtendaji kata, kata, ambapo huna jeshi nyuma yako? Mama ni rais wa nchi hii, sio kwa sababu mlipiga kura na sisi tumo. <laughs> tumo na hii tumo. Dola ni nini? Dola ni kuanzia nyumbani. Mimi ni, ni, ni dola kule nyumbani kwangu, ndio baba. Hakuna hakuna tu mke apige kelele, sijui mimi. Baba nimesema no na kusaishwa kwangu, kuna utaratibu, sio mbele ya watoto <laughs> wezi nikosoa mbele ya watoto, baba umekosea. Baba anakosea, anapitiwa. Kwa hiyo <laughs> tuangalia watendaji wetu wa kata, navyosema Dokta Mwebeka, na polisi kata waende kule wakae kama timu moja, sasa kwenye ODC, ili wafanye kitu as a team, ili kumfanya mkurugenzi, vyote viende kwa pamoja, maendeleo yaende kwa pamoja. Kwa mfano, mfano mdogo kabisa, tuna miundo mbinu mingi sana, tumeunda serikali hii inafanya maendeleo makubwa sana mpaka naogopa. Mpaka naogopa, kuna reli itajengwa hapa mpaka Kigoma itaenda mpaka kule Mpanda mpaka kule Karema. Itapita porini tu, lakini mapori yao yanakata na bei ya, ya chuma unajua ni kubwa. Hivi kama hatutakuwa tumeweka infrastructure kila kata kulinda kaeneo kake kareli, na mtendekeza kuwajibishwa kwamba ikitolewa reli hapa ikikosekana mwisho kijiji hiki huku, wote hapa patachimbika. Hiyo reli itakuwepo kesho itakueo kesho, tuangalie kwa mapana zaidi. Kwa hiyo nikataka kuomba kwenye ukamilisha hili hiki kitabu kimesheni kila kitu. Kwanza naomba tukaunde sheria ndogo ndogo, tusome hapa, tumwite mwana sheria. Hakuna haja kwenda kutoa vitu vingine mbinguni. Kamata desa, ondoa, ondoa, ondoa Kinondoni, weka Tabora, hili weka hivi, hili weka hivi. Mkurugenzi soma, ikikaa vizuri kanyaga saini, peleka katibu mkuu, peleka kule, mtume polisi kata, sungusungu, sungu asimamie sheria hapa, amani nakuwepo Dar es Salaam mliona kilichotokea juzi pale. Eh? Mtu ametoka tu tunaishi naye from nowhere anatuchangia na maendeleo ya shule, anakuja kuanza kutumwagia marisasi na tukawa tunakula naye. Na Watanzania wanamtetea tu alikuwa mtu mzuri. Sio maana kwenye clip kule. Alikuwa anasaidia hata watoto wajawazito. Hivyo hiyo gaidi unafikiri gaidi ni mtu mkatili? Gaidi ni askofu. Nusu wa magaidi wengine ni wachungaji, wengine ni ma, wingi ni waalimu ana sura wamegawanyika, kwenye kila section, labda hata hapa tulipokaa, <laughs> wamo, wamekula amini kali Koyo. Sasa hii tumefika mahali ambapo hatuaminiani kabisa, lakini hawa watu, hatuwezi kufanikiwa kuleta amani kwenye hii kama hatutaanza kule. Yule mtu alikuwa anaishi na ile jamii, alikuwa anafanya nayo kazi, lakini hakuna aliyefuatilia mwenendo wake hata moja. Kwa hiyo kuna matishio mengine ambayo yanakuja yatafanya nchi hii juhudi zote zitakuwa zero. Kwa mfano, kuna shauri daktari ameandika miradi humu. Kitabu utaona picha zake nyingi humu. Daktari amesema hiki kiwepo kisiwepo. Kuna miradi ya mazingira. Wewe duduma hii isitabora jua linawaka kuliko pasi ya umeme. Hapa <coughs> tangu ninasoma msoma Alliance napita la, hapa nchi hii si, siipendi kabisa. Mimi nimepita hapa miaka yote sikuipenda nchi hii. Kwa sababu hali ya hewa tu, lakini kweli tulisha kuwaambia watu wapande maembe hata nyumbani kwao. Huu mwembe aliopanda Bushiri akipita hapa na watumwa mpaka leo, na Mirambo embe hilo njiani hapo kuna limeshauna mahali. Umeona mtu umepanda kwenye mwembe mmekata ile mlipanda mwingine pembeni, basi mmekata ile mmepanda mwingine pembeni vyanzo vya maji vyote vimemalizwa na wafugaji, kwa sababu maafisa ugani watu wengine amwende kutoa elimu kule. Lakini mnapoongea swala la security, mnaangalia ni udogo sana uhalifu. Dokta amesema uhalifu hautoki mbinguni, uhalifu ni zao la jamii, aidha mtu na mtu nyumbani kwake, mazingira na vitu vingine. Tumezaa ugomvi wa wakulima na, na wafugaji kwa sababu ya kuharibu mazingira. Kwa hiyo unaona hiki kitu kibianzia kule, na nielewa <coughs> tunakuja kwenye masuala mengine ya yes, sasa uharibifu wa mazingira utatuletea njaa, maji hakuna. Tabora ile nilifungua ni mara ya kwanza nimefungua mahali nikaona tepu inatoa maji, sikwepo kuna maji yanatoka kwenye tepu Tabora. Yani ushukuru serikali ya sasa, hakuna utepu ulikuwa unatoa maji hapa. <coughs> I know this country, let's say maji yanatirika cha cha cha na nileo, lakini wafugaji wote wataenda kukata pale ule mpira ili ng'ombe wanywe kuna kabila za Mungu ametuletea, za kututesa tu <laughs> waga wanakata huo mpira kule porini ulikopita, wanachimba kidogo, ng'ombe wanywe, au sio? Tuwaende tukawape elimu shirikisho, wazungu wafanye nini, waje vilindwe. Kwa hiyo kuna miradi mingi. Kwa mfano hapa, mkurugenzi, unaweza kuniambia kweli katika kodi unayokusanya umeshindwa kununua mipira, mipira tu

Ndio dokta anachosema kuna miradi ya kufanya ina peri yake aliyosema hapa ionekane kwenye vitabu. Vijana, tuwezi kumalizia maabusu. Kwanza sasa hivi kimweka mtu maabusu hapa nyuma unafuatwa na sheria. Anakosa gani umepelelezwa ukamaliza? Sasa, vijana tukienda nao kwa mtindo huo. Tunataka kuwalea, hapana. Tafute njia mbadala sasa ya kuzuia uhalifu. Ndio dokta anachosema. Tusitumie nguvu nyingi. Tuuze brain zaidi. Tuanze mchezo kwa vijana. Mkurugenzi, Tunene pira. Tuweke viwanja polisi, kata yupo timu zicheze. Usitafute wachezaji wa kuleta kombe. tunataka wavuta bangi, wale mateja nini ndio wacheze mpira huko. Tutawapa elimu huko ndani, huko huko tutawapa neno la Mungu, alilosema mtu pale Mkunyeza amesema neno la Mungu, woga wa Mungu tutawapea umo umo. Hao wanaojiuza umo wakimaliza, asubuhi yake kabla hawajaenda zoezi la jioni, watacheza netiboli, waende na nguvu. Kwa hiyo tutafika mahali pazuri. Kwa hiyo hii miradi hii Vizuri, kama itatafsiriwa vizuri tutafika malengo yote tunayotaka. Kama hii sheria itakuwepo, ni shirikisho, utasimama kama mkurugenzi, utaadjust kidogo katika mradi ya maendeleo, mkaweka umuhimu wa kuwa na nyumba za kuishi askari. Dokta anasemaga hahitaji kituo, kituo kitafuata tu, tuweke kwanza kama livomjengia mtendaji wa kata ofisi na nyumba ya kukaa nzuri, simama nyumba zao ni nzuri kule, alafu nataka polisi aende akakapanga uraiani, ama siji, mnatakaje hem? Fanyeno taratibu, mapolisi wapo, tuko tayari, tushirikiane na wananchi wale, tuwape elimu, tujenge nyumba hata tatu za kuisha askari kule kwenye kata. Askari waende kitafute chumba kwenye ofisi ya mtendaji wa kata, maana kwa polisi ni kitabu tu. Afande arabi ile na ninahitaji polisi kubwa, wewe tupe chumba na kameza tu, hata kama anacheza cheza, wewe tupe, tutaweka rabia hapa, tutaweka vitu vingine hapa, detention register hapa na nini, polisi umekamilika. Usitujengee ofisi ile kubwa ah, low tutajua namna kufanya, lakini tujengee mahali askari anatakiwa kaishi kwenye kudumu kwenye kata yake. Ndio daktari analosema ataishi wapi? Yo polisi, tokieni mipango hiyo kidogo, matofali hapo jana, nao cheza hawa hapo tukikanao, na mama mama mama Safia, akienda pale kwenye kata moja. Tuna na daktari Musa akaja. Baada ya wiki moja tu, mkutano tunaofanya hapa, tuanza kuvitoa tofali, tunaoitoa tofali za nyumba za kutosha hata nyumba tano tunaweza kufyetua, mnakuwa na benki ya tofali eh. Wananchi wanasema matofali, unatoa mifuko mitano ya simenti, tunaenda kwa fanya biashara, tunapata nani, mabati, vitu vingine. Kwani wanaoibiwa ni nani? Si nyinyi? na fanya biashara. Kwa hiyo tunashirikishana, tunatoa resource kidogo, mama naye kwenye serikali huko, mama anaangalia hizi zimetoka kwenye tozo. Sasa mkurugenzi, chukua hizi, peleka kwenye nyumba za polisi. Sasa mama atatoa pesa lini? Mlimwambia, na nafikiri ujumbe mama hajaupata. Mnapoenda kumwambia maendeleo mnamwambia shule sanati mnarudi kupaka na rangi tena, na rangi, na rangi. <laughs> non, non. Lakini, na rangi tena na rangi na rangi lakini sasa, naomba ujumbe mkurugenzi muandikie mnavyojua, uende kwenye full council. Full council ipitishe umuhimu wa kuwepo kwa vituo vya polisi kata na nyumba za kuishi askari zitengewe bajeti, nanyie, kama haitoshi, tuombe serikali kuu. Si nimesema ndio mdau mkuu tum serikali kuu, na hii pesa ya tozo kabla haijaisha yi itumike kujenga vituo vya polisi kule na nyumba za kuishi askari. Mama ukimweleza anaelewa tatizo. Amumwendei kwa mwendeni, mkamwambie <laughs> kuna mradi huu mmoja wa mapolisi huu, hebu tuangalie. Full council ikipitisha, mbunge akienda nao bungeni, ukifika kule kamati za kazi za waheshimiwa watalipa uzito, tayari inatengwa pesa. Unaona kusanyaji wa kodi ulivyo wa kiakili sasa hivi ombaomba eh, omba changu nani, mpiga debe. Kila mtu analipa kodi nchini, yani hiyo ni hivi, kila mtu analipa kodi, hu ongea na simu chati tu, hata usiku mzima unajenga zaanati kule kwa kuchati kwako. Kwa hiyo mimi nafikiri hili fungu ni kubwa tujaribu kilepeka kwenye utaratibu wa full council. Mheshimiwa mdiwani na watu wengine mtakavyokaa, lifike kwenye meza husika, walau serikali ilisemee. Nimeongea habari ya political will.